Mabasi ya kampuni ya Mofat Limited yaliyopangwa kutumika katika mradi wa mabasi endayo haraka DART katika njia ya Gerezani Mbagala yameanza rasmi kutoa huduma ya muda ya usafiri katika njia ya Kimara Gerezani. Uwepo wa mabasi hayo yanayotumia mfumo wa nishati ya gesi asilia umeleta mabadiliko chanya katika huduma za usafiri kati ya Kimara na Gerezani, kwa kiasi kikubwa kupunguza msongamano wa abiria katika vituo vya mabasi. Kituo cha Kimara wilaani ubungo mkoani Dar es Salaam ambacho kwa kawaida huzongwa na idadi kubwa ya abiria, Oktoba pili mwaka huu 2025 kimeonekana kuwa na abiria wachache wakiingia kwenye mabasi kwa utaratibu maalum wa kupanga mstari. Hali kama hiyo imeshuhudiwa pia katika vituo vya Korogwe, Kibo, Magomeni hadi Gerezani ambapo idadi ya abiria imepungua ikilinganishwa na siku za kawaida, hatua inayochangiwa na kuongezeka kwa idadi ya mabasi yanayotoa huduma Alhamisi Oktoba 2 mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano imeshuhudiwa mabasi zaidi ya kumi mapya ya kampuni ya Mofat Limited yakiwa kazini yakitoa huduma ya usafiri na kuongeza nguvu kwenye mfumo wa mabasi yaendayo haraka DART. Hatua hii imekuja siku moja tu baada ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila kufanya ziara katika kituo cha mabasi cha Kimara na kuwataka wananchi kuwa watulivu na wavumilivu wakati serikali ya Tanzania ikiendelea kushughulikia changamoto ya usafiri wa mwendo kasi hususani katika kituo hicho. Akiwa katika ziara hiyo, Chalamila alisema na hapa na mnukuu, ndani ya wiki hii mabasi hayo yataanza kutoa huduma, tayari yapo yadi yakisubiri kuingizwa barabarani. Tumekutana na kampuni husika na baadhi yataanza kazi muda wowote kuanzia sasa, alisema Chalamila, mwisho wa kumnukuu. Ahadi ya Chalamila baada ya kutembelea kituo cha mabasi yaendayo haraka eneo la Kimara ni kufuatia video zilizosambaa mitandaoni zikionyesha abiria waliojazana kwenye usafiri huo wakipaza sauti ya wakitaki Chama cha Mapinduzi CCM. Jumatano hii usiku kuanzia saa mbili, kutokana na adha ya usafiri huo abiria walifanya fujo na kuharibu miundo mbinu ya mradi huo kwa kupasua vioo vio vya vituo na baadhi ya mabasi. Tukio hilo lilishuhudiwa katika vituo vya Mwembechai na Magomeni. usalama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 Jina langu ni Deo Kaji Makomba.